jumla wanafunzi hamsini na tisa, kati yao K ni thelathini na tatu na K ni ishirini na sita wote wakiwa ni KMK. Darasa letu la mawasiliano limeanza rasmi tarehe ishirini na moja mwezi wa nane ishirini ishirini na tano hapa HQ Kibweni, kwa kufunguliwa na msaidizi mkuu operation Sidiara Hassan Hussein Ali. Afande mgeni rasmi, kwa kipindi chote cha masomo yetu haya tumejifunza masomo kama ifuatavyo: A. Radio Telephone, B. Basic Morse Code, C. Signal, D. Fundamental of Radio and Electronic E. Uzalendo na usalama F. Introduction to Computer G. Uogeleaji H. Introduction of English Language. Afande mgeni rasmi. Pamoja na mafunzo mbali mbali tu pamoja na mafunzo mbalimbali ya maadili patiwa, ya kijeshi tuliyopatiwa pia tumefanikiwa kupata mambo yafuatayo: Moja, kupata ufahamu mzuri wa masomo ya mawasiliano. Mbili, ushirikiano mzuri baina ya walimu na wanafunzi pamoja na idara ya mafunzo ya KMKM. Afande mgeni rasmi, Pamoja na mafanikio tuliyoyapata, lakini tunakabiliwa na changamoto kama ifuatavyo: Moja, kukosekana kwa vifaa vya kufundishia mfano mfano kompyuta, radio za VHF na radio za SSB. Mbili, udogo wa darasa letu la kujifunzia kivitendo lililopo makao makuu KMKM Kibweni. Tatu, uchakavu wa mtambo wetu wa kufundishia mozi. Maombi, moja, tunaomba walimu wetu angalie kwa jicho la huruma kwa kazi kubwa anayoifanya kwa kupatiwa posho la mafuta, posho la kazi ngumu kama walimu wengine wa vikosi vyetu. Naibu Mkuu wa KMKM Zanzibar, Captain Hussein Mohamed Mhamedse, Mkuu wa Mafunzo KMKM, Captain Hussein Ali Makame, maafisa wakubwa na maafisa wadogo mliopo, masters, senior NCOs, junior NCOs mliopo wapiganaji mbalimbali mliyopo wa timu watarajiwa, asalamu assalamu alaikum. Mgeni rasmi, kwa ruhusa yako naomba kusoma taarifa fupi ya mawasiliano leuu mkupuo wa 21 mwaka 2025 yaliyofanyika hapa makao makuu ya KMKM Kibweni. Mgeni rasmi, awali ya yote nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia na kutuwezesha kukutana hapa wazimu wa wazi f. Kwa heshima kubwa napenda kuchukua fursa hii kukushukuru na kukaribisha wewe binafsi kwa kuja katika ufungaji wa mafunzo yetu haya ya mawasiliano mkupu wa 21 mwaka ishirini na tano. Mbele yako ni wahitimu watarajiwa wa kozi ya mawasiliano, mafunzo ambayo yalifunguliwa rasmi siku ya tarehe ishirini na moja mwezi wa nane ishirini na tano hapa makao makuu ya KMKM. Kamanda Hussein, Hassan Husenali Skopo. darasa hili lilijumuisha jumla wa, wa ya wanafunzi 59 wakiwemo wanaume 33 na wanawake 26 ambao wote kutoka KMK. Muda mfupi ujao tunatarajia ku mafunzo hayo utayafunga rasmi leo tarehe pili mwezi wa 12 2025 ukiridhia saa mgeni rasmi. Kimsingi, kozi ya mawasiliano ina dhumuni la kuwa kuongezea uwezo wa kiutendaji kitaaluma askari wanafunzi hawa, ili kuweza kufanikisha majukumu yao ipasavyo. Kwa mnasaba huo, jumla ya wanafunzi 59 wote wamefanikiwa kufaulu masomo mbalimbali kulingana na mtaala wa masiliano KMKM, wanafunzi oh, oh, wa kozi ya mawasiliano wamejifunza masomo kama ifuatavyo: Radio telephone, basic Morse code, signal fundamental of radio and electronics, uzalendo na usalama, swimming. Introduction to the English language. Hapana, mgeni rasmi, katika kukadiria ufaulu tumezingatia mambo yafuatayo: pass marks katika mitihani ni asilimia 50, majaribio ni asilimia 25, na mafunzo vitendo ya, ya, ya mafunzo vitendo ni asilimia 25. Hivyo tuna afya njema, lakini tukwa tuna furaha kubwa ya, ya kuhitimisha mafunzo yetu haya ambayo Mungu akijalia naamini kwa namna alivyoona na alivyosikia naibu mka baada na kuja kuzungumza hapa, naamini leo na, atavizia na atafunga mafunzo haya. Kwa kwa machache, mafunzo haya kwa kwa hiyo tunashukuru hilo, lakini la pili, kwa kuwa nimetakiwa niseme machache, kwa hiyo nitaomba niseme machache juu ya mafunzo haya. Kwa kweli, wanafunzi, tujifahamu kwamba tumepata kitu ambacho cha ziada katika kipindi hichi cha miezi mitatu ambao mmesomeshwa masomo haya na tukizingatia kwamba masomo haya tuliyasoma katika kipindi ambacho kina harakati nyingi, ikiwemo kijambo chetu na mambo mengine. Kwanza mimi binafsi niwashukuru sana kwa namna ambavyo mmekechi, namna mmepokea mafunzo haya, la, la, lakini pia niwashukuru sana walimu kwa juhudi yao ambao wameonyesha kwa kipindi kifupi kwa kuwafundisha wanafunzi, na leo unaonekana kwamba mmehitimu na mhitimu kweli. Kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi aliyetupa nguvu na uhai na rehema zake nyingi, leo tukaweza kujidai juu ya haya ambayo mliyofundishwa. Haya yote yanatokana na uwezo wake Mwenyezi Mungu na rehema zake alizotujalia katika kutumia akili zetu kujifunza mambo mazuri ya kazi zetu, tunapaswa kumshukuru Mola wetu. Kiukweli, nimeteuliwa kuwa mgeni rasmi kwa niaba ya mkuu wa KMKM, hivyo nipo kumwakilisha mkuu wa KMKM juu ya mafunzo haya, juu ya sherehe yetu hii ya ufungaji wa mafunzo yenu haya ya redio. Kiukweli, yeye mwenyewe mkuu amefurahi wa kuhakikisha kwamba wafuasiwa kutamka rasmi kwamba mafunzo haya ya redio tumeyafunga rasmi leo tarehe mbili mwezi wa kumi na mbili 2025.